Mwenyekiti wa chama wa wilaya ya Mafia ambaye ndiye mwenye asili ya mkutano huu, ndugu yangu katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mafia, mjumbe wa kamati ya siasa ndugu yetu Moiz, madiwani mbalimbali wa kata zote zilizopo Mafia mliopo hapa leo, wagombea udiwani wa viti maalum ndugu zangu makatibu kata mliopo hapa, wenye viti wa kata mliopo hapa, makatibu wa matawi mliopo hapa, wenye viti wa matawi mliopo hapa, ndugu zangu mabalozi, ndugu zangu wananchi wa vyama mbalimbali mliopo katika mkutano huu, salamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi. Ndugu zangu, tupo katika mkutano kwa maana ya kikao lakini kikao cha leo kimeandaliwa na jumuiya ya vijana wilaya ya Mafia. Shabaha ya kikao hiki na shabaha ya mkutano huu ni vijana kuja kuzungumza na wanachama wa chama cha mapinduzi, kuja kuzungumza na wananchi, utoaji wa elimu ya mpiga kura ili fikapo tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu twende tukachague Chama cha Mapinduzi, tukamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kula nyingi kula za heshima, tukamchagua ndugu yetu QS Omari Juma Kipanga kwa kula nyingi kula za heshima. La kila pili, tukawachagua madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi waliopo katika kata ambazo tunaishi. Ndugu zangu wana CCM, ndugu zangu vijana, kazi kubwa iliyofanywa na wazee wetu waasisi wa chama chetu na misingi imara waliyoiweka, misingi ya amani, umoja, mshikamano, ndiyo msingi ulioleta amani na utulivu katika taifa letu. Tafasiri yake ya kwamba amani na utulivu umoja na mshikamano ni sera ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo, ndugu zetu wananchi nchi ndugu zetu vijana, tuna wajibu wa kuendelea kukichagua Chama cha Mapinduzi ili kuimarisha umoja wa taifa letu ili kuimarisha mshikamano wa taifa letu ili kuimarisha amani na utulivu katika nchi yetu ili kwa pamoja tuweze kutumia amani na utulivu iliyopo katika, katika taifa letu kama nyenzo itakayotufanya tutumie vizuri rasilimali na, na mali asili ya taifa letu kwa ajili ya maendeleo na Watanzania wote. Ndugu zangu wa, wa Mafia, tuna kazi kubwa mbele yetu, kazi ya kwenda kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan amejitoa mbele kwa wananchi wa Mafia kuhakikisha kwamba Mafia inakuwa salama, lakini Mafia inakuwa sehemu salama ya mwanadamu kuishi na ndiyo maana kipindi chote cha utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Mafia ametoa zaidi ya bilioni sitini kwa ajili ya maendeleo wa ya watu wa Mafia. Pesa hizi mama ndizo zitoa zimekwenda katika miradi ya barabara TARURA na Tandoji. Pesa alizozitoa mama zimekwenda katika miundombinu ya shule, ujenzi wa madarasa. Ndugu zangu wa Mafia, ndugu zangu vijana ninyi ni mashahidi shule zilizokuwepo mwaka elfu mbili na ishirini na shule zilizopo leo. Shule ya msingi ya Mafia leo inafanana na shule ya sekondari iliyo nje ya Mafia. Daktari Samia ameamua kujenga miundombinu ya shule za msingi na sekondari, ili Mafia iweze kupiga hatua katika masomo. Ukitengeneza vizuri miundombinu ya shule za msingi na sekondari unawafanya watoto wapende kusoma, lakini pia unaongeza ufahamu wa walimu katika ufundishaji kwa sababu wanafundisha katika eneo zuri, katika eneo lililo salama. Lakini Daktari Samia suru Hasan ametoa fedha katika miradi mingi ya maji safi na salama. Hapa tunapozungumza, hakuna kitongoji ambacho hakina mradi wa maji, hakuna kijiji ambacho hakina mradi wa maji, hakuna kata ambayo haina mradi wa maji. Shabaha ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa chama chetu ishirini kuelekea ishirini na tano tulikuwa na nukta ya kumtua mama ndoo ya maji kichwani. Kwa miaka mitano hii mama Samia ametekeleza ipasavyo ilani ya uchaguzi ishirini ishirini na tano ya kumtua mama ndoo ya maji kichwani. Ndugu zangu, nyinyi ni mashahidi katika miradi ya umeme mapungufu ya visiwa vitatu ambavyo sawasawa sawa na vijiji kijiji ya kisiwa cha Jibondo kisiwa cha Chole kisiwa cha Juwani ambavyo vilikuwa vinafikiwa na umeme. Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake kwa Mafia ametoa shilingi bilioni sita kwa nukta tatu kuhakikisha kwamba tunavusha umeme kutoka Utende kwenda Juwani, tunavusha umeme kutoka Juani kwenda kisiwa cha Jibondo. Mama Samia Suluhu Hassan anataka ifikapo ishi elfu mbili na thalathini, kila nyumba ya Mtanzania, kila nyumba ya mwananchi wa Mafia, mwananchi awashe umeme pale alipo. Ndugu zangu, umeme si tu kwa ajili ya kuonea, lakini pia umeme ni nyenzo muhimu sana ya kuimarisha biashara, hususani za watu wa pwani, ikiwemo biashara za uvuvi kwa sababu ya uwezo etu wa kusimika samaki wetu wa salamu wakiwasalama. Kwa hiyo ndugu zangu, shabaha ya Mama Samia anajua, ukiimarisha upatikanaji wa umeme, lakini pia umeme utakuwa nyenzo ya kutoa ajira kwa wananchi wa Mafia. Mafia ya leo ndugu zangu, Mafia ya leo tunakwenda kutengeneza Mafia mpya, tunakwenda kutengeneza Mafia ambayo vitongoji vyote vina umeme tunakwenda kutengeneza Mafia ambayo vijiji vyote vina umeme. Tunakwenda kutengeneza Mafia mpya chini ya amiri jeshi mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa miaka mitano hii Daktari Samia kwa Mafia ameupiga mwingi sana. Ndugu zangu, kwa kuwa muda wao si mrefu sana wa kuendelea vizuri, nipende niwaeleze machache ni ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi yaliyopo katika ilani yetu ya 25 kuelekea 30 ambayo yanakuja kufanywa Mafia. La kwanza barabara yetu ya muda mrefu ya kilometa kilometa 24.2, barabara ya Kilimoni rasim kundi, katika ilani ya uchaguzi wa chama imesomwa 25 kuelekea 30, barabara yote itapigwa lami barabara bara yote wananchi wa Mafia watatembea wakiwa juu ya lami. Barabara ambayo wananchi wa Mafia tunaitumia, barabara ya Bungu na Misati, imeelezwa katika irari ya uchaguzi wa chama chetu kwamba ishirini ishirini na tano inakwenda kupigwa lami barabara yote ya Bungu na Misati. Lakini la pili, Mama Samia Suru Hassan ametoa shilingi bilioni tisa nukta nne ya ujenzi wa kivuko. Ndugu zanguni, kivuko chetu kimebaki asilimia chache kiweze kukamilika. Tunategemea ifikapo mwezi wa pili meli yetu ya MV Kilindoni tu itakuwa tayari imefika masia na hivyo itaisaidiana na MV Kilindoni wani. MV Kilindoni wani ikienda Nyamisati, MV Kilindoni tu inatoka Nyamisati inakuja Kilindoni. Ndugu zangu, katika swala la umeme katika ilani ya uchaguzi wa chama chetu ishirini na tano, baada ya kukamilika kwa mradi wa Stiglas Goji, bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo linakwenda kukamilika muda wowote kuanzia sasa, kwa sababu tayari mashine nane zimeshawachwa na mradi umebaki umeshatumia umeshakamilika kwa asilimia tisini na tisa pointi nane. Na tayari ndugu zetu wa TANESCO wameshachora njia ya kuvusha umeme wa gridi ya taifa kutoka Kisiju kuja Kilindoni, tunategemea ishirini ishirini na tano kuelekea thelathini, tutakuwa na umeme wa uhakika. Ile katika kata ya Mafia ya umeme wa jenereta inakwenda kubaki kuwa historia. Ndugu zanguni, Daktari Samia anayafanya yote haya kwa mapenzi makubwa kwa ndugu zake wa Mafia. Hizo ndugu zangu wa Mafia, cha kumlipa Daktari Samia ni kula nyingi za heshima siku ya tarehe ishirini na tisa mama Samia, mama Samia ishirini na tisa tuna tiki, tuna tiki, tuna tiki. Ndugu zangu tusimsahau ndugu yetu Ashraf Kiwes Omar Juma Kipanga. Kwa kweli kwa kwa miaka mitano ya uongozi wake ameipiga sana Mafia mwingi, hatuna cha kumlipa Kiwe sio mari Juma Kipanga zaidi ya kumpa kula nyingi. Ifikapo tarehe ishirini na tisa, nikuombeni sana wananchi wa Mafia, ifikapo tarehe ishirini na tisa, asibaki mtu nyumbani. Kila mama amchukue baba, kijana amchukue mvulana, mvulana amchukue mchana mwenzake, twende tukapiga kula kula kula nyingi za ndiyo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa ndugu yetu Kiwe sio mari Juma Kipanga lakini ndugu zangu, tunao madiwani wetu. Tunao diwani wa kata ya Kilindoni, ndugu yetu Kijuju, twende tukamchaguwe kwa kura nyingi. Nyinyi mnafahamu Kijuju mpambanaji, Kijuju muwajibikaji, Kijuju kada wa chama muwaminifu, mtiifu, mzalendo wa kweli wa Mafia. Nikuombeni sana ndugu zangu wa Kilindoni, ifikapo tarehe ishirini na tisa twende tukamchaguwe ndugu yetu Kijuju, Kijuju awe diwani wa kata akilindoni. ni kuombeni sana ndugu zanguni, waende tukawachagua maeneo tunayoishi, madiwani wote walio ndao waliogombea kwa tiketi ya CCM, waende tukawachagua kwa kura nyingi za kishindo, ili madiwani hawa waweze kutengeneza halmashauri mpya, halmashauri itakayosimamia rasilimali za Mafia, halmashauri itakayosimamia fedha zinazoletwa na serikali kuu kwa ajili ya miradi yote ya kimaendeleo kati iliyopo katika kisiwa chetu. Ndugu zangu ni kuombeni, Oktoba ishirini na tisa asibaki mtu nyumbani, kila mmoja wetu watambue, tunakwenda kujenga taifa jipya, tunakwenda kutengeneza halmashauri mpya, halmashauri ambayo itakuwa sal, sehemu salama na mtu wa Mafia kuishi.